Tunaendelea na sehemu ya pili ya recap yetu. Nazidi kuwakumbusha likes zenu ndo unipa mie nguvu, lakini pia msiache kuwasha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea kazi zetu. Siku iliyofuata, Chi alikuwa na kikao cha tathmini na kiongozi wa kabila pamoja na washauri wake ili kubaini kama alikuwa tayari kwa shindano kubwa lijalo. Alifaulu kwa kiwango cha juu kabisa, kwani nguvu zake za kiroho zilikuwa zimeongezeka sana. Sababu kubwa ya hilo ni kwamba alikuwa akimfikiria Shia kila mara, jambo lililompa nguvu ya ajabu isiyoelezeka. Kesho yake, Shia alipofika shuleni alikutana na mwanafunzi mmoja aliye kumwambia kuwa Yao alikuwa na siri kubwa kumuhusu yeye na Chi, kumbukumbu ya kichawi aliweza kuonyesha kwa kutumia kifaa maalum. Shia alikimbia haraka kumzuia, lakini Yao alitumia kifaa hicho bila kusita, na mbele ya wanafunzi wote akaonyesha tukio la yeye na Chi wakibusiana. Wanafunzi wote walishangana kulielewa tukio lile vibaya kabisa. Ghafla Chi alijitokeza na kumkabili Yao. Alipokuwa karibu kupoteza udhibiti wa hasira yake, kiongozi wa kabila alitokea na kudai maelezo. Baada ya kuona tukio lililoonyeshwa, kiongozi alikasirika sana na kumtuhumishia kwa kwa tosha wanafunzi wake kama adhabu. Alimrushia Shia pigo lenye nguvu kubwa lililomwangusha na kusababisha kifaa chake cha kuficha harufu kidondoke na nywele zake kufunguka, jambo lililofichua wazi kuwa yeye ni msichana. Shia alikuwa ametoka katika hatari moja na kuingia kwenye nyingine kubwa zaidi. Katika kabila hilo, wasichana walikatazwa kabisa kuingia shuleni au kujifunza uchawi na adhabu ya kosa hilo ilikuwa kifo. Chi na Yang walijaribu kumtetea wakisema kuwa Shia hakufanya lolote baya, lakini kiongozi alisimama imara katika uamuzi wake. Shia alipaswa kuuawa. Nipo Chi akatoa tamko la kushanga akamkataza akimwambia kiongozi kuwa Shia ni dada yake wa damu. Kauli hiyo iliwashtua wote waliokuwepo. Kiongozi alituma watu wake kukagua vitu vya Shia walipopata picha katika mkoba wake na kugundua kuwa ilikuwa ya kaka yake, wote walitetemeka kwa hofu. Ilibainika kuwa kaka yake Shia alikuwa ni mwana wa mfalme wa mapepo. Shia alishindwa kuamini na kusisitiza kuwa kaka yake hakuwa mtu mwovu kama walivyodhani. Wengine walianza kumtuhumu kuwa alikuwa jasusi wa mapepo, lakini yeye na yangu aliendelea kumtetea. Kiongozi akiona jinsi Chia alivyomjali Shia, aliamua kumweka chini ya ulinzi katika chumba cha faragha hadi atakapotoa uamuzi mwisho kuhusu hatima yake. Wakati huo huo, kiongozi wa kabila alimwita Chi kwa ajili ya hukumu pia. Aliamuru nyumba ya Chi ichunguzwe na huko wakapata mfuko wa chokoleti ambao Shia alikuwa amempa kama zawadi. Chi aliuona mfuko huo na akaonya kwamba hakuna mtu aliyeruhusiwa kuugusa. Kiongozi akiwa amekasirika sana, alichukua mjeledi mtakatifu na kumpiga Chi hadi damu ilipoanza kumtoka mdomoni. Chi hakuweza kuvumilia tena. Yuan na Yuan walimsihi kiongozi amsamehe, wakimkumbusha kuwa shindano kuu lilikuwa limebakia wiki tu. Maneno yao yalimtuliza kiongozi, naye akaamua kumsamehe Chi kwa muda. Baadaye Yuang alimpelekea Shia chakula na dawa, akimwambia ajitunze hadi watakapopata njia ya kumsaidia. Wakati huo, Chi aliporudi nyumbani alimkuta kiongozi wa kabila akimsubiri. Alidhani alikuwa amekuja kumkemea tena, lakini kiongozi alikuwa ametulia. Kwa sauti ya upole, alimwomba Chi msamaha, akisema kuwa alikuwa amemlea kwa zaidi ya miaka mia mbili na hakuwa amewahi kumpiga hata siku moja. Alikiri kuwa alikosa kujizuia Hasira. Kiongozi huyo alimponya majeraha ya Chii mwenyewe na kuahidi kuwa angemsamehe Shia kwa heshima yake. Hata akasema kuwa Shia angeweza kuendelea kujifunza uchawi. Alisema kuwa kwa sasa kilichokuwa muhimu zaidi ni kuhakikisha Chi anashinda na kuwa mfalme wa ulimwengu wa kiroho. Chi alimwendea Shia akamfungua na kumwomba msamaha kwa yote aliyotokea. Shia aliona alama za majeraha mabegani mwake, lakini Chi alimhakikishia kuwa alikuwa sawa. Alimwambia kuwa angesafiri kabla ya shindano ili kutembelea makabila mengine na akamsihi Shia ajitunze. Kisha alimkumbatia kwa upole na kumwambia kuwa angependa kumshikia akimwita kaka. Ndani ya moyo wake Shia alianza kuhisi hisia za ajabu ambazo hakuwa amewahi kuzihisi hapo awali, hisia zilizochanganya upendo na huzuni alimwambia kuwa angemsubiri na akamwita kaka kama alivyotaka, lakini moyoni hakumwona tena kama kaka; hisia zake zilikuwa zimebadilika. Chi aliondoka kimya kimya, na Yuan akaenda naye akikusudia kumsaidia na pia kufidia makosa yote aliyowahi kufanya. Usiku huo huo, mfalme wa mapepo Dong, ambaye kwa kweli alikuwa kaka yake Shia, alikuwa akisikiliza kwa siri mazungumzo ya kiongozi wa Wamilele. Alisikia kuwa kulikuwa na msichana miongoni mwao aliyemwathiri Chi sana hadi akawa udhaifu wake. Dong akaamua kumteka Shia, na kweli alitekeleza mpango huo. Alimteka, akamfunika uso kwa barakoa nyeusi, akawacheka walinzi na kiongozi wa Wamilele, kisha akatoweka machoni pao kwa ghafla. Lakini alipomvua barakoa, macho yao yalipokutana, wote walishangaa sana. Hawakuamini kwamba walikuwa wamesimama uso kwa uso tena. Shia alimwambia Dong kuwa alimwacha bila hata kuaga. Dong alimjibu kuwa hakufanya hivyo kwa hiari yake. Kisha akaeleza kilichotokea siku ya sikukuu yake ya mwisho ya kuzaliwa walipokuwa kwenye hifadhi ya michezo. Dong alienda kununua vitafunwa. Alipokuwa akirudi, alikanyaga dimbwi dogo la maji ambalo ghafla lilimvuta na kumtupa ndani ya bahari ya ajabu. Alipozinduka, alikuwa katika ulimwengu huu mpya kama alivyo Shia. Sasa tangu siku hiyo hakuweza kurudi tena duniani. Sasa alikuwa kiongozi wa kabila la mapepo. Alimwambia Shia kuwa wakifika kwenye makao ya kabila lake angeeleza kila kitu, na Shia naye angeweza kumsimulia jinsi alivyoishia kwenye kabila la Wamilele. Walipofika, askari wa mapepo walitaka kumpeleka Shia gerezani kwa sababu alikuwa mateka, lakini Dong aliwazuia. Aliwaonya wasimguse hata kidogo, na akamchukua kwa uangalifu wa pekee, ingawa hakufichua kuwa alikuwa dada yake. Baada ya kurudi kwenye ngome yake, Dong alimweleza Shia kuwa alimpindua kiongozi wa zamani wa kabila hilo kwa kutumia teknolojia ya hali ya juu kwani hapo awali walikuwa kabila la kizamani sana. Hivyo ndivyo alivyopata mamlaka na kuwa kiongozi. Shia naye alimsimulia hadithi yake yote, jinsi alivyojiunga na kabila la Wamilele na uhusiano wake na Chi. Alimweleza kuwa Chi alidai kuwa yeye ni dada yake ili kupata nguvu na kumlinda, si kwa sababu ya ukweli. Maneno hayo yalimkasirisha Dong kwa sababu alimwona Chi kama mpinzani mkubwa, lakini alijizuia kusema chochote. Alijua akifichua ukweli kwamba Shia ni dada yake wote wawili wangeharibu hadhi zao, yeye upande wa mapepo na Shia upande wa Wamilele. Dong alikubali kumlinda kutoka mbali. Hivyo Shia akaenda kwenye sehemu ya kabila lake peke yake, lakini alipofika hakumkuta mtu yoyote. Siku iliyofuata Dong alimpeleka Shia sokoni ingawa alifanya hivyo kwa kujivuta. Kwa bahati mbaya Chi nayo alikuwa sokoni hapo akitazama tamthilia iliyoonyesha vita kubwa inayotarajiwa kati yake na mfalme wa mapepo Dong. Chi aliamua kumpinga mwigizaji aliyekuwa akimcheza Dong. Ghafla dong halisi alitokea, akamfukuza mwigizaji na kusimama mwenyewe kupambana na Chi. Kabla hawajapigana Shia alikimbia haraka na kupiga kelele kwa sauti kubwa, kaka! Dong na Chi walimgeukia Shia kwa mshangao. Shia alimvuta Chi pembeni na kumweleza kwamba ingawa mfalme wa mapepo alimteka hakuwa mtu mwovu, alikuwa amemtendea kwa upole na heshima. Hata hivyo Chi hakukubali maneno hayo hata kidogo, na alikasirika sana. Baada ya tukio hilo, wote walirudi kwenye makao makuu ya mashindano, ingawa Dong hakupendezwa na wazo la Shia kuwa peke yake na Chi. Shia alimshawishi kwamba hakukuwa na hatari. Shia aliingia chumbani kwa Chi huku Dong akibaki nje akiwa na wasiwasi ndani Chi alikuwa amemkosa sana Shia. Katika hali ya hisia kali, Chi alimvuta Shia karibu na kumbusu. Shia alishtuka lakini hakusema chochote, alibaki kimya. Asubuhi iliyofuata, Shia alimwalika Dong wajiunge pamoja na Chi kwa kiamsha kinywa. Walipokuwa mezani, ghafla mwanamke mzuri aliyovaa barakoa aliingia na kuanza kucheza kwa ajili ya Dong. Wote walishangaa hadi alipovua barakoa yake. Dong alitetemeka kwa hofu wakati mwanamke huyo alipomuita kaka mbele ya wote. Shia alishikwa na ghadhabu akataka kujua huyo msichana ni nani. Dong alifafanua kuwa msichana huyo aliitwa Chi, dada yake wa kufikia, si wa damu. Alisema kuwa Chi alikuwa mwenye huruma sana na hakuwa na roho ya kikatili kama wapeko wengine. Chi huyo aliambatana na mlezi wake mwaminifu ambaye alikuwa tayari kufanya chochote kwa ajili yake. Dong alimwambia Shia kuwa zamani aliwahi kumwokoa Chi huyu kutoka kwa kundi lililotaka kumuua kwa sababu alimkumbusha dada yake wa kweli, yani Shia aliamua kumchukua na kumwahidi kumlinda kama dada yake. Ingawa Shia alihisi wivu wa ndani, Dong alimshahakikisha kuwa yeye ndiye dada yake wa kweli. Wakati huo Chi, dada wa kufikia wa Dong, alikuwa amesikia mazungumzo hayo yote. Alijeruhiwa sana moyoni. Ghafla macho yake yaligeuka kuwa ya kijani kibichi, ikibainika kuwa Chi alikuwa na tabia mbili tofauti ndani yake. Macho ya kijani yalionyesha upande wake mwovu. kwa sauti yenye hasira Shi aliapa kumdhuru Shia akisema, Dong ni kaka yangu pekee. Usiku mmoja kulifanyika karamu kubwa iliyowakutanisha viongozi wote wa makabila. Mlezi wa Chi akiwa amejificha kwa sura ya mhudumu aligawa vinywaji kwa wageni. Kikombe kimoja kilikuwa na sumu ya tamaa, dawa hatari inayoweza kuamsha matamanio ya ndani ya mtu. Shia, bila kujua, alikunywa kikombe hicho. Dakika chache baadaye alianza kuhisi kizunguzungu na mwili kudhaifu. Chi aliona hali yake na kumchukua haraka hadi chumbani kwao, kisha akafunga mlango. Wakati huo huo, Dong aliposikia kwamba Shia ametiliwa dawa, moyo wake ulipigwa na hofu. Alijua wazi kwamba Chi anaweza kumtumia vibaya akiwa katika hali hiyo. Akakimbia hadi mlangoni na kujaribu kuufungua, lakini haukutikisika. Kwa hasira na hofu, Donga alitoa bastola na kuanza kupiga risasi mlangoni. Matendo hayo yalimfanya afungiwe kushiriki mashindano ya makabila, lakini hakujali hata kidogo. Kile kilichomjali ni usalama wa dada yake. Ndani ya chumba, Shia akiwa hajitambui vizuri, aliangukia mikononi mwa Chi na kujaribu kumbusu kabla ya kupoteza fahamu kabisa. Dakika chache baadaye, Donga aliuvunja mlango kwa nguvu na kuwakuta wote wawili wakiwa wametupa chini bila fahamu akamnyanyua Shia akamchukua hadi chumbani kwake, akiahidi atamwachia mtu yoyote amdhuru tena. Usiku huo Yong alimtembelea Shia akiwa amembebea chakula na kumwangalia kama yuko salama. Alikaa kimya kwa muda akimtazama kwa upole, macho yake yakionyesha huzuni aliyokuwa akijificha ndani yake. Hapo tunagundua siri iliyokuwa moyoni mwake, Yong naye alimpenda Shia lakini hakuweza kusema chochote. Alijua wazi kuwa Chi rafiki yake wa karibu tangu utotoni, alikuwa pia anampenda Shia. Kwa ajili ya urafiki huo wa miaka mingi, Yong aliamua kuficha hisia zake, akitosheka tu kwa kumlinda na kumwona akiwa salama hata kama hakuweza kuwa naye. Asubuhi ilipofika, Shia alipoamka aligundua hali imetoka mbali zaidi ya alivyojua. Makabila mawili, la wazuri wanaitwa Imotos na la mapepo wanaitwa Demons, sasa yalikuwa yanapigana kwa ajili yake na hakuweza kuepuka. Aliambiwa lazima achague upande mmoja. Baada ya kufikiri kwa muda, Shia alimvuta Dong pembeni na kumwambia kwa upole, najua wewe ndiye kaka yangu wa kweli, lakini moyo wangu uko kwa, kwa Chi. Maneno hayo yalimuumiza sana Dong. Kwa hasira na maumivu, alimwambia basi nenda, lakini kama hutakuja nami kwa hiari, nitaweka hadharani kuwa wewe ni dada yangu, ili kulinda heshima ya wote. Shia hatimaye alikubali kurudi na kujitangaza hadharani kuwa yuko upande wa kabila la mapepo. Watazamaji wote walibaki wakishangaa, wengine wakidhani kuna uwasi wa kimapenzi kati yake na Dong. Shia alirudi kwenye chumba cha Dong akiwa amevunjika moyo kabisa. Wakati huo, Chi akiwa na huzuni kuu, alikuwa akizungumza na Yong. Chi aliuliza kwa sauti ya huzuni, upendo ni nini hasa, Yong? Yong alijibu kwa utulivu, upendo ni pale moyo wako unapomchagua mtu na unatamani kuwa naye bila sababu. Lakini Chi akakasirika, akasema kwa hasira Mfalme wa mapepo ni mwenye tamaa, ana dada yake wa damu, lakini bado anatamani na dada yake tena. Hapo ndipo Yong aligundua jambo kubwa: Chi hakuweza kutofautisha kati ya upendo wa kindugu na upendo wa kimapenzi. Alimwita Shia dada yake, lakini moyoni alimpenda kama mwanamke. Basi na leo tuishie hapo, ulikuwa nami Pop Recaps. Sehemu ya tatu itakuwa hewani mapema kesho. Nazidi kuwakumbusha msiache kulike na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea kazi zetu. Hadi wakati mwingine, bye bye.